Hapa nitakutajieni vyakula muhimu vinavyorekebisha afya ya tumbo ambavyo sasa ukivitumia vitakusaidia kuweka tumbo lako vizuri. Kwanza, mboga za majani kama kula kale, spinachi, mchicha, lakini brokoli itakusaidia kurekebisha afya yako ya tumbo. Namba mbili, kula ya parachichi. Tunda la parachichi ni nzuri, lina mafuta mazuri ambayo yanalainisha njia ya chakula. Namba tatu, a kutumia maziwa ya mtindi ambayo tunasema ni maziwa ya probiotiki nzuri, ambayo yanasaidia kuimarisha mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula. Tangawizi na kitunguu saumu pendelea kutumia, itakusaidia kuondokana na changamoto ya mfumo wa tumbo. Lakini pia uji wa ulezi uji wa mtama eh, tumia sana, kwa sababu huu utakusaidia na kupunguza asidi tumboni. Papai na ndizi mbivu ni muhimu sana, usiache kula papai na ndizi mbivu kila siku. Chia seeds flax seeds ni nzuri zote hizi, hizi zote ni mbegu ambazo zitakusaidia kutibu tumbo lako, lakini pia maji ya kutosha. Lakini mwisho, epuka matumizi ya vyakula vya kuka angwa na pilipili kali vinaharibu kuta zako uh, za tumbo. Kama utakuwa na swali lolote, kama unahitaji msaada, wote wasiana Dr Jimmy ili uweze kupata uh, matibabu na ushauri. Karibu.